Simba Fast TV kama unavyoona basi la ukundu wa Simba, Simba Sports Club lipo linaasili katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere International Airport Terminal 3. Kama unavyoona, ndio hilo basi ikinyogea mdogo mdogo kuingia katika parking ambao itaruhusu wachezaji kushuka na kuingia katika eneo la wapakiaji au watu ambao wanasafiri kutoka ndani ya nchi na kwenda nje za nchi. Hii ni Terminal 3 International Airport, uwanja wa kimataifa mkubwa